Okay. Kwanza Burkina Faso ni nchi ambayo iliyoko Afrika Magharibi. Okay. Ni nchi ambayo inategemea kilimo mazao ya pamba, lakini pia na madini. Okay. Lakini pia Burkina Faso na ni nchi ambayo ilikuwa inatawaliwa na mkoloni ambaye ni Mfaransa <coughs> na wakati wanapata uhuru mwaka 60 <coughs> nchi hiyo ilikuwa inaitwa Jamhuri ya Apa Vota. Apa Vota. E, Apa Vota. Okay. Ilikuwa inaitwa Jamhuri ya Apa Vota, kutoka mwaka 60 kuja mpaka mwaka themanini na kitu mm, wakati alipokuja eh, kufanya mapinduzi. Maana rais wa kwanza wa nchi ya Burkina Faso mm, kutoka kwa mkoloni aliyekuwa rais wa kwanza mwananchi au mzalendo wa pale mm, alikuwa anaitwa Maurice Yameogo mm. Maurice Yameogo mm aliyetawala kutoka mwaka 60 mm. mpaka mwaka 66 mm. kwa miaka sita hiyo, e, ndiye rais wa kwanza kabisa baada ya uhuru hasa mm. Rais huyu aliondoa madarakani kupitia maandamano ya wananchi mm. aliondoa na nguvu ya umma people's power mm. baada ya maisha na uchumi kwenda vibaya, wananchi hawakumuelewa kwamba ah. watu dai uhuru, mbona tukioni? Wakaandamana, ikabidi achie nchi mm. Rais wa pili aliitwa Sangoule Lamizana mm. toka mwaka sitini na sita mpaka mwaka themanini. Huyu alipata madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi okay. E, alipata madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi mm na nimekuwa na, na, nafuatilia mara nyingi kwenye channel yenu hii ya PTV Tanzania. Mungu awabariki sana kwa sababu mnaelimisha jamii, na mimi ni mpenzi wenu, na wakati wote huwa e, napenda sana kufuatilia vipindi vyenu. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri, watu wa PTV Tanzania. Hali gani mtazamaji wa PTV Tanzania popote pale ulipo, nadhani uko salama kabisa. Nimekuja kwa mchungaji Medard nifanye naye mahojiano kuhusu kinachoendelea e, pale Burkina Faso. Tunaona kabisa rais wa Burkina Faso ni rais ambaye kwa sasa anapitia wakati mgumu kweli kweli, kama vile tulivyoona juzi jaribio la kupinduliwa, lakini pia alipewa sumu ama aliwekewa sumu kwenye chai lakini kuna msamaria mwema ambaye alimtonya rais wa Burkina Faso kwamba Ibrahim Traore kwenye chai kuna sumu imewekwa humo. Sasa mambo yanavyozidi kuwa ni mengi, nikaona nije nizungumze na mtumishi wa Mungu, mchungaji Medard. Huyu hapa nakwenda kuzungumza ndani ya PTV Tanzania. Shalom mtumishi wa Mungu. Shalom shalom. Naendeleaje? Tunashukuru Mungu ni mwema sawasawa, tunaendelea vizuri. habari za huduma, huduma tunasonga mbele, tunashukuru Mungu. Kwa hiyo mm. E, kumtumikia Mungu nako changamoto huwa ni nyingi e, changamoto ni nyingi sana mm. kwa sababu kumbuka, lengo la shetani mm. ni kuharibu watu na kuhakikisha wanaelekea jehanamu ya moto, jehanamu yeah, moto, na lengo la watumishi wa Mungu kama si wachungaji mm. ni kuhakikisha watu hawapotei mm. ni kuwatoa kwenye makucha na mateso ya Ibilisi. Kwa hiyo so, so. katika mazingira yako unakuwa na mgongano mm. wa kimaslahi mm. baina ya okay. Mungu na mm. mm. Shetani. Mungu anahitaji watu wake waende kwenye uzima wa milele Shetani, lengo lake watu waende kwenye jahanamu ya milele. Kwe kuna mvutano, changa... no. ni mvutano. Mm. hiyo inapelekea changamoto kuwa kubwa sana okay. unapoitwa kama mchungaji mm. au mtumishi wa Mungu wa ukweli mm. acha watu wanakuja kutafuta pesa mm. kimsingi changamoto ni kubwa na vita inakuwa ni nzito mm. baina yako na mapambano katika ulimwengu wa roho mm. wa kutaka kudhoofisha ili uzifanye kazi ya Mungu kwa ufanisi mm. lakini kwa kuwa liyetuta Yesu mm. aliahidi kusema kwamba mtakapokuwa, sintuwapungukia naasitwacha wa tunashinda vita hiyo kila wakati, nimekuja kwako tuzungumze, nadhani unaona changamoto ama vipingamizi ambavyo anapitia rais wa Burkina Faso ambaye ni Ibrahim Traore? Asante sana kwa swali la msingi sana mm. Kwanza nchi ya Burkina Faso ya mkini wengine hawaifahamu vizuri mm, wameona juzi juzi baada ya Ibrahim Traore kuingia mm, madarakani na kutrendi katika mitandao mm, kulingana na msimamo msimama aliyoichukua mm. Lakini nchi ya Burkina Faso ina historia ndefu huyu mm, Ibrahim Traore mm, Ibrahim Traore si rais wa kwanza kupinduliwa na wala hata kwa mwisho kwa okay, sababu ina historia ya mapinduzi saba, historia ipo ina historia ya mapinduzi saba. Okay. Kwanza Burkina Faso ni nchi ambayo iliyoko Afrika Magharibi. Okay. Ni nchi ambayo inategemea kilimo, mazao ya pamba lakini pia na madini. Okay. Lakini pia Burkina Faso ni nchi ambayo ilikuwa inatawaliwa na mkoloni ambaye ni, ni Mfaransa <coughs> na wakati unapata uhuru mwaka 60 <coughs> nchi hiyo ilikuwa inaitwa Jamhuri ya Apavota. Apavota. Eh, Apavota. Okay. Ilikuwa inaitwa Jamhuri ya Apavota kutoka mwaka sitini kuja mpaka mwaka themanini na kitu mm. wakati alipokuja eh, kufanya mapinduzi. Maana rais wa kwanza wa nchi ya Burkina Faso kutoka mm. kwa mkoloni, aliyekuwa rais wa kwanza mwananchi au mzalendo wa pale mm. alikuwa anaitwa Maurice Yameogo mm. Maurice Yameogo mm aliyetawala kutoka mwaka 60 mm. mpaka mwaka sitini na sita. kwa miaka mm. sita e, ndiye rais wa kwanza kabisa baada ya uhuru mm. Asa, rais huyu aliondoa madarakani kupitia maandamano ya wananchi mm. baada aliondoa na nguvu ya umma people's power mm. baada ya maisha na uchumi kwenda vibaya, wananchi wakumwelewa kwamba ah, watu dai uhuru, mbona tukione, wakaandamana ikabidi achie nchi mm. rais wa pili aliitwa Sangoule la mizana mm, toka mwaka sitini na sita mpaka mwaka themanini. Huyu alipata madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi okay. E, alipata madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi mm. Kwa hiyo alipopindua alitawala pale kwa miaka kumi na minne kabla na yeye kuondolewa na no mapinduzi mengine. Alikaa madarakani miaka kumi na nne kumi na nne okay. Lakini ayo rais wa pili huyu alikuja kuondolewa mm, kupitia mapinduzi yaliyofanyika yaliyofanywa mm na Zaye Zebo, Zaye Zebo aliyetawala toka mwaka 1980 hadi 1982 kwa muda wa miaka miwili tu, naye baadaye akawa ameondolewa madarakani. Eh, rais wa tatu huyo, kwa mapinduzi vile vile, akaondoka madarakani kwa mapinduzi, akaja rais mwingine anaitwa Jean Baptiste. Wanne huyo, wanne huyo, eh, Jean Baptiste huyu aliongoza toka mwaka 82 mpaka mwaka 83. Naye aliongoza kwa muda mfupi kabla ya kupinduliwa na Thomas Sankara. Mm. Naye huyu aliongoza mwaka mmoja tu. Mwaka mmoja. Akapinduliwa na Thomas Sankara. Sankara kaingia madarakani. Akaingia madarakani. Alikuwa ni rais maarufu sana. Mm. Yaani Thomas Sankara alikuwa ni rais maarufu miaka hiyo kuliko alivyo Ibrahim Traore wa leo. Ndio. Aliingia na yeye akiwa na, yey, na misimamo mikali kama alivyo Ibrahim Traore au zaidi mm, yake. Naye huyu ndiye aliyebadilisha nchi Sankara huyo Sankara, kutoka kuitwa Jamhuri ya Apa Vota mpaka kuitwa Burkina Faso okay. Sankara, Sankara kwa hiyo kumbe alibadilisha nchi eh? E, kutoka nyala uru, mm. mm. Faso, e, kuita, jina la awali ambalo alipata uhuru ilikuwa inaitwa Jamhuri ya Apa Vota na kwenda na kuita jina la Burkina Faso ambayo ni jina la asili la nchi ile. Huyu okay. E, ambaye ni Thomas Sankara so, so. Na yee Thomas Sankara huyu aliongoza kutoka mwaka 83 hadi 87 kwa muda miaka minne tu, miaka minne, na yeye akapinduliwa. Hmm. Na rais aliyeitwa Blaise Kampahore aliyetawala kutoka mwaka 1987 hadi 2014. Huyu alitawala kwa muda miaka 27, miaka 27, miaka 27. Na yeye aliingia kwa njia ya mapinduzi, kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ile nchi imekuwa ni mchezo wa kupinduana. Na kutoka mwaka 2014 aliondolewa madarakani na maandamano ya wananchi maandamano ya wananchi, baada ya kuona anapeleka nchi kubaya. Mm. Wananchi walipoandamana wakamuondoa madarakani huyu rais mwaka 2014 Kampaore, okay, Kampaore. Kwa hiyo huyu kutoka mwaka 2015 mpaka mwaka elfu mbili ishirini na mbili, tunapoongelea elfu mbili kumi na mbili, tunapoongelea elfu mbili kumi na nne, Kampaore aliyekuwa amechaguliwa pale, mpigwa kura akachaguliwa, lakini ikaonekana ule uchaguzi eh, umeenda kwa ujanja ujanja. mm. Wananchi hawakuridhishwa na uchaguzi ulivyoenda ule mm. alikuwa na mpinzani wake mm. kitendo kile cha kuona wananchi uchaguzi umeendeshwa kwa ujanja ujanja, uliyompa haki rais kuendao madarakani, wakaona hapana, wakaingia kwenye maandamano na vurugu nyingi okay. Baada ya maandamano kukolea na wananchi wataki, ndipo Ibrahim Traore akaamua kupindua hiyo serikali elfu mbili ishirini na mbili mm. Septemba Akaingia Ibrahim Traore ambaye ndiye tuliyekuwa naye leo. Kwa hiyo hiyo ndio historia fupi mm. ya nchi ya Burkina Faso so, so. Ina mapinduzi mara saba, mara saba mapinduzi yanafanyika mm. kwa hiyo Ibrahim Traore si kwamba yeye ni mgeni anataka kupindua mm. kwa hiyo hii kinachofanyika kujaribu kumpindua mm. Ibrahim Traore ni mwendelezo wa roho ya mapinduzi inayoitawala hiyo nchi ya Burkina Faso. Roho wameivaa wao wenyewe. Wameivaa wao wenyewe, na nikwambia kitu kimoja mtangazaji. mm -hmm. Kuna watu wanamshangilia Ibrahim Traore, wanampenda mm -hmm. na mimi nampenda kwa maana ile misimamo mm -hmm. na malengo aliyokuwa nayo, ila sikubaliani mm -hmm. na roho ya mapinduzi sikubaliani na jinsi alivyoingia kwenye madaraka mm -hmm. aliingia kwa njia ya mapinduzi mm -hmm. akiendeleza roho ile ile ya kupinduana na yeye atakuwa si wa mwisho mm. amepona mapinduzi mengi, lakini iko siku atapinduliwa, iko siku atapinduliwa okay. Kwa nini? Kwa sababu ni roho ambayo tayari imeshaiva ile nchi ya kupindua na pinduana kupitia mapinduzi ya kijeshi mm. lakini changamoto nilikuwa nimezipitia, alijaribu alijaribu kumua kwa kumpa sumu kwenye chai, rafiki yake aliyesoma ya naye mm. alihongwa hela nyingi ilifanya kazi hiyo lakini rafiki yake mwingine ambaye alisoma naye pia mm. akamuokoa mm. akamwambia kwamba hiyo chai alimwambia siku moja kabla huko ah. likoitwa kwa yule kiongozi wa kijeshi kwamba mpapate chakula mm. na mfanye maongezi ile chai iliyoandaliwa imewekwa sumu mm. kwa hiyo usinywe hiyo chai mm. iyo ikaweza kumsaidia Ibrahim Traore akukubali kunywa ile chai maana mm. yule mtu aliyekuwa naye aliyekuwa najaribu kumshawisha kum, kum, kum, kum, anywe ile chai aligoma aligoma e, kwamba mbona unanishawishi unywe chai hii, kuna nini kwenye chai? Yule mm. bwana baada ya kumkamata na kumbana akaja kusema ukweli mm. ni changamoto anazozipitia e, lakini kupindua mm. e, kwake bado so sio jambo kubwa mm. kinachompelekea kutaka kumuua sio kwamba alipindua. uh -huh. kuna msukumo kutoka nje, msukumo kutoka nje, kutoka nje ambaye ni mkoloni wa zamani ambaye ni Mfaransa mm ndiye amekuwa na msukumo wa kutaka kumwondoa Ibrahim Traore mm. Kwa nini? Kwa sababu Ibrahim Traore amechukua msimamo mkali kama alivyokuwa nao Thomas Sankara mm. wa kumkataa mkoloni wao wa zamani Mfaransa okay. Alikuwa na beza kijeshi kule toka baada toka uhuru. Sasa yule Ibrahim Traore ameziondoa, amevunja zile bezi zote, wambia mm. Mfaransa, naomba uondoe majeshi yako yote mm. alafu kulikuwa tunatumia Kifaransa kama lugha ya taifa mm. na pia majaji wa nchi ile hata sale walizokuwa wanavaa mm, walikuwa wanavaa kama vile majaji wa Kifaransa okay. Akasema huu ni ukoloni, kwa hiyo ni lazima tubadilishe, hampaswi kuvaa tena kama majaji wa Kifaransa, vaeni kwa md wa desturi na mila za Burkina Faso, nyinyi majaji na mahakimu mm. na majeshi yaondoke. Nastaki tena Mfaransa awe na udhibiti wala sauti wala ushauri wala chochote kuhusu nchi yetu ya Burkina Faso okay. Akae pembeni. Sasa hilo likamuuma Mfaransa kwa sababu tayari mirija imekatwa, mirija imekatwa na udhibiti umeondolewa. Hicho ndicho ambacho kinapelekea kutaka kumuua au kumpindua Ibrahim Traore kwenye ile uongozi wa ile nchi ya Burkina Faso hii mm, ndio sababu Sa. Lakini pia tulimwona jenerali wa Marekani alizungumza kwamba e, rais wa Burkina Faso Ibrahim natumia vibaya dhahabu ya Burkina Faso, hiyo unaizungumzia je? hiyo naizungumzia mm, ni mwendelezo wa Magharibi mm, kutaka kumdhibiti Traore kwa mm, sababu kama huyo gavana anasema anatumia dhahabu vibaya, ni nani ambaye aliwahi kuitumia dhahabu vizuri mm, kwa manufaa Burkina Faso. Mm. Bora angetoa mfano tu kwamba bwana rais fulani aliyepita ama aliyepinduliwa alikuwa anatoa anatumia dhahabu vizuri mm. kwa manufaa watu wa Burkina Faso. Mm. Ameongea lugha ya jumla tu mm. kwa isha chuki. Unajua kwa sababu gani? Mm. Kuna migodi miwili kule mikubwa ilikuwa ili, ili na chimba dhahabu iliyokuwa inadhibitiwa na nchi za magharibi. Walikuwa wanaidhibiti, Wanaidhibiti ndio walikuwa ni wawekezaji wanachimba ile dhahabu. Mm kutoka Ufaransa na hata magharibi kule Marekani mm. Sasa yule bwana ameitaifisha ile migodi kwamba wana... hii ni mali ya umma wa Burkina Faso okay. Itakuwa chini ya serikali mm. Sasa hicho kitendo ndio kinawauma okay. Na yule bwana ameanzisha benki mm. ya kuhifadhi dhahabu pale pale Burkina Faso, sasa hicho kinawauma, na jambo lingine ameanzisha ushirikiano na Urusi mm. kwamba Urusi, naomba niwe chini ya ulinzi wako. Okay. Maana mimi nguvu yangu ya kupambana hiza Magharibi si kubwa, naomba wewe mdhamini wangu unilinde. Hasa kumbuka Marekani na Urusi hasihivi, hasa hilo nalo limewauma Marekani, wameumia. Wameumia na Ufaransa, kwamba alikuwa na mkono wao Burkina Faso wanaidhibiti. Sasa adui yao au mpinzani wao kisiasa mm. na kiuchumi, mrusi ndio amepewa aweze kulinda ile nchi, hilo nalo limewauma sana. Kwa maana unajenga fitina ili wamwondoe katika yale madaraka okay. Eh. mirija waliokuwa wanainyonya sasa hivi hawanyonyi tena, mirija imekatwa mm. mirija imekatwa ndio maana wamekuwa na uchungu mwingi sana mm. wanajenga kila mbinu na kila hila ili kumwondoa mm. waweze kuweka kibaraka wao okay. wanayemtaka wao ambaye atakubaliana matakwa yao okay. kwa sababu Ibrahim Taraole amewaambia, aliwaambia tu Burkina Faso mm kwamba hapa ni kama tunaanza moja okay. kuijenga nchi yetu mm. tunaanza moja kuijenga nchi yetu kabisa, na walikubali, na wananchi wakakubali mm. na ndio maana ba, baada ya majaribio ya mapinduzi mm. Baada ya majaribio ya mapinduzi ya kutaka kumua kwa sumu, umma uliandamana nchi nzima mm. wanasema tuko pamoja na Ibrahim Traore mm. kwa nini? Kwa sababu kwa muda mfupi aliochukua nchi karibu miaka mitatu sasa yeah. wanaona mabadiliko makubwa ya kiuchumi, mageuzi ya kiuchumi mm. na mageuzi ya kisiasa mm. wanaona, na pia alifanikiwa kulipa madeni yote ya taifa la Burkina Faso. Ndio maana nimesema wanaona mageuzi ya kiuchumi mm. kwamba nchi yetu ikienda daiwa na nchi za Magharibi mm. Yule bwana aliwaambia alipoingia kwamba hatuwezi kuwa huru kama bado waangali watu wa magharibi wanatudai pesa zao so, so. Hatuwezi kuwa na uhuru mm -hmm. Unajua mtu a mtangazaji, unapokuwa unadaiwa deni na mtu mm huwezi -hmm. kuwa na jeuri mbele yake. Sasa so, so. yeah, na yeah, yeah, yeah, yeah. Nakudai. Yule rais akasema chochote tunachokikusanya pitia kwenye madini na kodi mm -hmm. tunalipa deni kwanza ili tuwe huru. Ni lazima wale wanaotudai watu wa magharibi, tulipe madeni yao yote, tumalizane nao, tumalizane nao wasiweze kuwa na sauti juu yetu, kwa sababu wanatudai. Kwa hiyo okay. toka mwaka ule 2022 mm. alikuwa anafanya kazi kubwa, asilimia kama 99 mapato yote alikuwa analipa deni la nchi mm. kalipa deni la nchi kalimaliza mm. akaambia wana Burkina Faso, sasa kinachokusanywa tunaanza kujenga nchi yetu rasmi. sawa sawa. ndio maana uliona alinunua matrekta mm. Akaambia nchi yetu inategemea sana kilimo mm. haina bandari nchi ile, inategemea kilimo, kwa hiyo tuwekeze mm. kwenye kilimo mm. tusaidie wananchi wa kulima wadogo na wakubwa, kuwanunulia masekta alianza kununua matrekta baada ya nchi fulani hivi ilileta msaada kwamba tunataka tuwajengee Burkina Faso misikiti kwa ajili ya kusali, lakini Ibrahim alisema kwamba ni vyema kama mnataka hiyo misaada, ni vyema leteni e, zana za kilimo kwa sababu nchi yangu tu, yani wanataka zana za kilimo ndio alizodai yeye, sio misikiti. Ah, hiyo ilikuwa ni nchi ya Saudia. Saudia, nchi ya Saudia e, walimwambia tunahitaji kuleta msaada wa kujenga misikiti mia mbili mm katika nchi yako mm. ya Burkina Faso, maana asilimia kubwa ya wananchi wa Burkina Faso ni Waislamu. Yule mm. Rais Ibrahim Traoré akamwambia, nashukuru kwa mm. msaada wako, lakini siuhitaji. mm. kama una nia ya dhati, sihitaji msaada wa kujengiwa misikiti. mm. kama una nia ya dhati, naomba uweze kunipa msaada wa kujenga viwanda mm. kujenga mashule, kujenga mahospitali na kunisaidia vifaa vya kilimo vya kisasa mm. kwa wananchi wa Burkina Faso, okay. wakishakuwa na uwezo wa kiuchumi, kama ni misikiti watajenga wenyewe mm. kama ni misikiti watajenga wenyewe, na kama ni misikiti tunao mingi, hata wa kuswali hakuna mm. tukana hali ya uchumi jinsi ilivyo ya nchi, hata ule wa kufanya ibada hawana mm. Kwanza nisaidie kuniwezesha kiuchumi, kujenga viwanda, mahospitali, shule na kilimo mm analimwambia kama una nia kweli ya dhati kunisaidia. Yule bwana hakuwahi kujibu tena. Kusema kweli, hizi pesa ambazo ningejenga msikiti mia mbili basi nakupa, baada ya kujenga msikiti msikiti mia mbili basi jenga zanati mia mbili mpaka leo kimya, aliondoka moja kwa moja, moja kwa moja. Ibrahim Traore namuunga mkono kwa sababu uwezi kusaidia watu kujenga majumba ya ibada ikiwa au majumba ya ibada atakuwa na maana, kwa maana watu wana njaa, wana shida Unajua mtu anapokuwa na njaa na shida ikazidi hata kuabudu Mungu moyo unakuwa unaondoka. Na kwa hiyo ndio maana yule bwana baada ya pale, aliwaambia wana Burkina Faso, huko nje hatuna mjomba wala shangazi wakuja kujenga nchi yetu. Nchi ya Burkina Faso itajengwa na wana Burkina Faso wenyewe so, so. ambao mtaamua kuangalia nchi yenu na kujenga nini mm -hmm. wenyewe. Hatuwezi kujenga nchi kwa kutegemea misaada mm -hmm. ya nje, tujifunge mkanda tujenge nchi yetu wenyewe mm -hmm na ili tuweze kujenga nchi yetu, lazima tuweze kuwa na miundombinu bora mm -hmm. barabara, hospitali mm -hmm. maana uweze kujenga nchi kama watu wanaumwa au wanaumwa hawana mahali pa kupata tiba sahihi, kwa mm -hmm. kaambia tuwekeze nguvu kwanza kwenye afya mm -hmm. ili watu wakiumwa wapate matibabu mazuri, mm -hmm. alafu tuwekeze nguvu kwenye mashule, watu wasome, waondoe ujinga. tushakuwa na mazingira bora ya kusoma, mazingira bora ya matibabu tayari, mm -hmm. watu wakuwa na nguvu na uwezo wa kupata kujenga nchi yao mm. Kwa Ibrahim Traore, yuko vizuri na mimi namuunga mkono okay. Kwa nchi zenye nia ya njema mm, haziwezi kumwekea vikwazo mm. Ndio maana nchi nyingi ambazo zilikuwa mwanzo hazimkubali mm, kwa sasa zimeanza kumkubali mm, baada ya mm, kuona mrengo na msimamo wake hivi. Mm, vikwazo kwa sehemu vinaweza kumwathiri mm, kwa sababu ni nchi changa bado haina uwezo mkubwa kiuchumi, inategemea wakati mwingine kama ni mauzo ya dhahabu kama ni mauzo ya pamba mm, ni mauzo ya bidhaa ya kilimo anauza nchi za nje ambazo wanaweza kupata fedha mm. Vikwazo vinaweza kumwasiri kwa namna fulani mm. au kumchelewesha kufikia lengo lake mm. Lakini kwa sababu wameamua kujenga nchi yao na wameshajua madhara vikwazo vile baada ya vitakuwa na athari kubwa sana mm. kwa wananchi, wakishamua kujenga nchi yao okay. itakuwa na athari kubwa sawa. So, kama vile tulivyoona alinusulika kunywa chai yenye sumu, yani aliwekewa sumu mm. sasa hivi ajadhali na kitu gani hasa, ili kunusuru uhai wake na aendelee kutimiza malengo ya kuijenga nchi yake ya Burkina Faso. Uh, Ibrahim Traoré kwa hali jinsi ilivyo mm. na kwa historia nchi ya kupinduana mm. hapaswi kumwamini mtu yeyote zaidi ya kujiamini yeye kama yeye mm. yani asimwamini mtu yeyote mm. anapaswa kujiamini yeye kama mm. yeye, lakini kuna muda inabidi ukutane na watu uone nao ili muweze kupiga mijadala fulani hivi kuhusu nchi. E, naosema asimami mtu yote, maana yake achukue tahadhari kubwa mm. pointi yangu lazima, ana watu ana anaokaa mm. nao, sababu yeye kila siku Ibrahim Traore huwa anakaa na watu mm. Asubuhi wanakaa kupanga kupata taarifa toka kwenye intelligence zao mm. kuna nini kinachoendelea kwenye nchi yetu, mm. duniani kuna nini, wanatoa ripoti mm. kabla ya kulala jioni wanakaa eh, kutu nzima kuna nini kinachoendelea, wanatoa ripoti, wanapanga mkakati kwa pamoja. Uzuri Ibrahim Traore mm. haongezi kidikteta anakana kama chama cha utawala wanakubaliana wafanye nini mm. wanampa maelekezo la kufanya ili kujenga nchi yao okay. cha kujihadhari nacho asimwamini mtu yeyote mm. ajiamini yeye kama yeye. Okay. Kwa maana achukue tahadhari kubwa <sighs> mzani yeye ndiye kumbe siye, mm. eh. Uh, shida ni nini mpaka mtu wa karibu ndo nakuwekea sumu, shida huwa iko wapi? Ah, kwa kawaida mtu aliye mbali ni vigumu kuzuru kwa sumu. Aliyoko mbali mm. Kwanza hiyo chai atakupa sangapi? mm. Au kama ni maji atakuwekea sangapi? mm. Kwa wale wabaya ambao ni wabaya wako kisiasa mm. huwa wanatumia mtu wa karibu kwa kumhonga hela nyingi mm. Unajua fedha bwana hata Yuda alimuuza Yesu kwa ajili ya fedha. Yuda alimuuza Yesu kwa ajili ya fedha. Fedha tu, fedha tu akamuuza Yesu mm, nakuta mtu aliye karibu anaahidiwa fedha nyingi na maisha bora, anapewa fedha nyingi wakishangalia ile mm, fedha anaamua kumuuza yule mtu ambaye ko karibu naye mm. Ndio maana Yesu alisema aliyekuwa msiri wangu, aliyekuwa karibu na mimi, Yuda ndiye aliyeniuza Yuda. Na ndio maana maandiko yanasema Yuda aliwapeleka kwenye bisani ya Getsemane kwa maana mahali pale alipachiwa kwamba mida hii mm, Yesu yuko pale. Kwa hiyo mm, na Ibrahimu Traore lazima ajiadhani na watu waliokaribu mm, kabisa, asiwamini okay, mia kwa mia mm, aamini kwa kiasi fulani au okay, na tahadhari yeye kama yeye mm, hiyo eh, okay, itamsaidia sana kufikia malengo ya nchi aliyojiwekea sawa. So, sawa so. so. na ana kawaida ya kutompa mtu mkono, nadhani wewe unaona yani akienda mm. kuonana na mtu ya nagawa tano hivi anagawa tano, ile ishara ndo sahihi kabisa kujirinda e, yani maana yake ni kwamba siku hizi mm. kuna njia nyingi za kuwa mtu weza kapaka sumu kwenye mikono anapaka sumu kwenye mikono kabisa e, anapaka sumu kwenye mikono mm. Alafu anakuja anakushika mkono Duh. Yeye anatanguza kupaka makemikali ambayo haiwezi ile mm. mm. mm. mkono wake amevaa gloves, kama unaangalia vizuri. Lakini pia jambo jingine, Ibrahim Traoré mtegemee Mungu. <laughs> Amtegemee Mungu kwa sababu lengo lake ni zuri, kwa sababu lengo la like Ibrahim Traore ni zuri mm, ni kujenga nchi. Unajua, Mungu alipo alipoumba wanadamu mm, na akagawanya mataifa na makabila na lugha mm, aliwaandalia mazingira ya kiuchumi mm, kila nchi Mungu aliwaandalia mazingira ya kiuchumi ndio mm. maana Mungu aliweka dhahabu, almasi, mafuta, madini aina mbalimbali kwenye kila nchi. Hakuna mm. nchi ambayo aina chanzo cha uchumi haipo mm. duniani mm. kwa hiyo Ibrahim Traore anapoamua kutumia zile mali za nchi ile kujenga uchumi wa nchi wake mm. anafanya kazi ya Mungu mm. aendelee kumtegemea Mungu sana katika. Okay. hili ka, ka, ka, ka, ka, jambo. Sawa. Marais wote duniani wanajifunza nini baada ya changamoto ama eh, vikwazo kama hivi vya rais wa Burkina Faso? Marais ambayo inabidi mm. wajifunze wajifunze nchi zao kujitegemea mm wajifunze kujenga uchumi wa nchi yao bora mm. na kutegemea wao, kama wao wanapotegemea nchi nyingine, maana yake kuumizwa kwa vikwazo ni rahisi sana mm. na wajifunze kwamba unaposimama kuitumikia nchi yako mm. wale walio wa maadui wa nchi yako watakuwa na, na, na nafana wewe mm. ni rahisi kukuangamiza okay. kabisa eh, labda njia ambazo napita rais wa Burkina Faso unaweza kuzifananisha na njia za rais aliyeuawa nani, kule Libya Gaddafi. Ah, uh, Hapana mm. kwa sababu Gadafi jinsi alivyokuwa anapeleka nchi yake mm. na huyu anayopeleka nchi yake ni na kweli, hata Gadafi alinyakua kwa mapinduzi mm. Gadafi alinyakua kwa mapinduzi, kwa sehemu ni kama wanafanana mm. kwa sehemu ni kama njia wanafanana mm. kwa sababu na Gadafi na yeye alikuwa lengo lake ni kujenga nchi ya nini, kujenga nchi ya Libya japo, mm. yeye baadaye mm. aliacha ule mrengo akaanza kuongoza kidikteta, hakutaka tena ushauri wala mawazo ya wananchi mm. akaamua kuenda yeye kama yeye upande wa Libya. Hiyo ndo baadaye kilimponza maana alibadilika. Sasa, na kwa upande wa Ibrahim Traore hapasi kubadilika msingi mm. na mlengo wake uendelee kuwanufaisha wananchi wa Burkina Faso mm. Ile keki ya taifa waigawane pamoja. Mm. Eh. So, na kwa kumalizia rais wa Burkina Faso ana ndugu, jamaa, marafiki lakini pia ana wazazi wake, wazazi wa rais wa Burkina Faso kama hivyo tumeona amenusulika kunywa chai yenye sumu, labda wazazi wanaweza kaa labda wameumia kiasi gani? Wazazi wanaumia mm. kama mzazi, mtoto wako unataka kuuawa, um, unaumia. Mimi ni mm. mzazi najua maumivu ya mzazi wake, anakuwa tabiliki mm. yani kama mzazi, hata pale alipo, anatamani uraisi auache mm. ili abaki salama. Wazazi wa Ibrahim eh, Traore, yani anatamani hapa alipo aache uraisi, ili abaki salama, anatamani mm. hivyo, maana anajua uraisi huu una risk maisha yake mm. eh, lakini mimi ninachomwambia Traore, kama angekuwa ananisikia na nafahamu Kiswahili, mimi na muunga mkono, ni shabiki wake kwa mm. sababu nimemfuatilia nyendo zake toka amepindua mm. nikaona ana lengo la kujenga nchi na kunufaisha nchi yake okay. Kwa mimi na muunga mkono kama nasikia Kiswahili, popote alipo asonge mbele okay. Amtegemee Mungu, lakini ahakikishe malengo ya mapinduzi aliyo yafanya anayatimiza, lakini asimame kwenye malengo ya mapinduzi kwamba okay. ni kujenga uchumi wa, wa Burkina Faso, mm. Wanufaishe wana Burkina Faso mm, sijakajisahau mbele ya safari okay. Asimame imara na hivyo vikwazo atavivuka, maana tukifanya ni mwelekeo mzuri ambao unatakiwa kila rais afanye vile, kuijenga nchi yake na kujali wananchi wake. Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji Medard, asante sana. E, Mungu akubariki sana. Mimi nashukuru bali, Mungu akubariki sana. Amina, sana amina na nimekuwa nafuatilia na mara nyingi kwenye chaneli yenu hii ya PTV Tanzania. Mungu awabariki sana kwa sababu mnaelimisha jamii na mimi ni mpenzi wenu na wakati wote huwa e, napenda sana kufuatilia vipindi vyenu. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri watu wa PTV Tanzania.